Guys, unaona hichi kitu, naomba nikisogeze, nikizoom kabisa. Our first egg from Mwendo kasi kuku wetu. Kumbuka tuliweza kuwatotolesha, ilikuwa ni tarehe tatu ya mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na nne na leo ni tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tatu mwaka 2025 kuku wetu wameweza kutuletea yai letu la kwanza kabisa, our first egg. Unakaona karivu kadogo halo ni, ni furaha iliyoje kwa kweli, nimefurahi sana ndani kwa... ya a, miezi minne na wiki moja tumeweza kupata yai letu la kwanza. Huyu eh, jamaa ni wa miezi minne na wiki kama moja hivi, ambao kwa wiki ni kama wiki 18 wako sasa hivi. Unaona kuku wetu wanaotetea hawa hapa, unamuona alivyo, eh? Huyu ndo kuku wa kienyeji wa Mwendokasi.